Maisha. Asante sana kwa heshima kubwa sana, nimkaribishe Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa ajili ya kuzungumza na nyinyi. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi na kushukuru sana kwa niaba ya wanahiphop wenzangu, kwa sababu hii ni yangu Ninakushukuru sana kwa jambo hili jema. Nilikuwa nawaambia wenzangu hapa kwamba mimi nilikuwa kwenye shindano na shindano lililotoa. Na nikawaambia pia kwamba hata usiposhinda, sio mwisho bado umeonekana. Mimi nilikuwa mshindi wa nne, sikuwa wa kwanza, wa pili. Lakini leo hii safari yangu imekuwa nzuri zaidi kuliko kwa wa kwanza, kuliko kwa wa pili, kuliko wa tatu. Kwa hiyo ninakushukuru mheshimiwa, kwa kuja na jambo hili na ninaamini jambo hili litakuwa ukombozi kwa vijana kadhaa hapa leo. Ninakushukuru sana mheshimiwa. Karibu sana ongea na wananchi wako. Ora bom, pigi makofi Kala Jeremiah. Iringa, e oy, flow za kitaa hy, mambo mazuri mabaya, naona leo ni mwendo wa yo yo yo. <laughs> E, na mimi nijifunze au sio? Mgeni wetu rasmi katika shughuli yetu ya leo ndugu yetu Kala Jeremiah na tulia, mgeni rasmi wa mtu wa hip hop. Mpigeni makofi mengi sana. Tulitaka mtu wa hip hop aje kwenye hip hop ili ipate heshima na hadhi yake inayostahili. Lengo hasa la mashindano haya ya flow za kitaa ni kupata vipaji, kuinua vipaji, kuvipa nafasi vipaji vyetu. Lengo letu tuone kijana ambaye ana kipaji kule nyumbani asije akasema kipaji changu kilikufa kwa sababu sikupewa nafasi. Tungetamani upate nafasi uoneshe uwezo ili wale wanaotafuta watu wenye uwezo wakuone. Na hiyo inawezekana. Sisi tunaamini kwamba Tanzania ina vijana wengi sana wenye uwezo na vipaji mbalimbali. Kinachokosekana ni majukwaa ya kuwapa nafasi vijana wakaonekana na wakatumia ndoto zao. Sasa nimekuja, nilikuwa nimekaa kule nyuma, wananchi wenzetu tunaangalia na, na, na, na nimebaini mambo yafuatayo. Kwanza, tumepata shindano sahihi kwa wakati sahihi, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, watu wana kiu na hii kitu, lakini nikabaini kwa namna ambavyo mnaishambulia hii kitu, ni kama zawadi tujafanya vizuri. Sasa nimeona tulisema mshindi wa kwanza anapewa laki tano. Natengua hoja, mshindi wa kwanza milioni mbili kama mshindi wa kwanza milioni mbili, mshindi wa pili atakuwa milioni moja na mshindi wa tatu sasa ataondoka na laki tano. Sasa nataka nione mkali wa hip hop atatoka ukanda gani wa Iringi? Nataka nione atatoka Ipogoro, atatoka Kihesa, atatoka Mkimbizi. Nataka mji uchangamke, mji ufanya nini? Uchangamke na wajibu wetu tumepanga, Mungu akitubariki uzima, kupitia Nuru FM redio yetu ambayo inaendelea kubeba vipaji katika mkoa wa Iringa, tumejipanga kuhakikisha kwamba siku ya fainali si tu kwamba mgeni rasmi atafanya jambo la ajabu. Tunataka mgeni rasmi aambatane na watu ambao wataondoka na washindi wa siku hiyo, ili vipaji vya Iringa vivuke mipaka ya Iringa. Hiyo ndiyo ndoto yetu, ili tuvipe thamani vipaji vya vijana wetu wa Iringa na tuanze kusikia nyimbo zinazotoka kwa vijana wa Iringa na tuone vijana wetu wanapewa kolabo kwa wasanii wakubwa wanaofanya vizuri maeneo mbalimbali. Hiyo yote inawezekana kama tukiipa heshima wilaya yetu na mkoa wetu kwa ujumla. Hapo hapo, mnasemaje jamani? Iringa hoye! Vijana hoye! Flow za kitaa hoye! Nuru FM hoye! Asanteni sana. Kazi yangu nitakuwa naibuka kimya kimya, kusikiliza kuona nani mkali wa hip hop katika mkoa wetu wa Iringa. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.